akati anasema mie nitashughulikia watu sito, du, sito dhulumu wala sitokuba, sito dhulumu wala sitomdhulumu mtu. Mie neno la kelo nimelipenda, na nilikuwa na hakika kuwa haya mambo hayayapata, lakini nashukuru leo kayapata na ninamshukuru tena, ninamshukuru iwe asbabu ya kupata tathmini yetu na hilo inoridhisha itatutoa mashimoni na itatupa imani maisha maisha mpaka tutakutana akhera. Bado tunamshukuru Mungu na imani na mheshimiwa na rais Dkt. Hussein Ali Mwinyi, tumefarijika kuja kwake hapa kutuona, kutusikiliza hoja zetu posta, kwa sababu hii fursa ilikuwa tunaitaka muda mwingi. Tunamshukuru Mungu tumempata, tumefanikisha hili suala ila, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu na imani kwa upokeaji wake atatusaidia swala li litaisha kwa... kwa imani hii ambayo sema hii iko vizuri sana nasi, tutaichukulia asilimia mia juu ya mia. <laughs>